Karibuni wasikilizaji wa radio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa kile tunachoona kwenye sande ya Torino. Leo ikiwa ni siku ya ishirini na saba ya Kwarezima, ni kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwauso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sanda ya Torino, ambapo kwenye sanda tunakutana na kitu kama selfie au picha ya kujipiga ya mtu aliyezongwa ndani ya sanda, lakini huyu ni mtu kifoni. Ndio ajabu. Picha hiyo inaonyesha umbo lake na picha hiyo imetunza kumbukumbu kumbu zote za mateso aliyoteswa tangu mwanzo mpaka mwisho wa uwai wake mpaka kaburini. Ni picha ya ajabu. Basi ndugu zangu, leo tuangalie sauti ya mababa watakatifu, tangu Papa Leo wa kumi na tatu. Nitaanza kwa kunukuu: ni jambo linalomtia mtu kiherehere kuona kwamba mpaka leo sanda japo hafifu, na katika hali ya kukataliwa, ni mojawapo ya nguzo zinazothibiti historia ya ulimwengu mzima ambayo bado haijakamilika. Ni mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya mwanahistoria Ian Wilson katika kitabu chake Holy Faces Secret Places. Matamko machache tutakayo nukuu hapa chini yanatosha kuonyesha mtazamo wa baadhi ya viongozi wakuu wa kanisa Katoliki. Papa Leo wa kumi na tatu aliyetawala tangu tarehe ishirini mwezi Februari mwaka elfu moja mia nane sabini na nane hadi mwezi Julai tarehe ishirini mwaka elfu moja mia tisa na tatu ndiye aliyekuwa akikalia kiti cha Mtakatifu Petro wakati sanda ilipochukuliwa foto za picha kwa mara ya kwanza katika historia yake na Sekondo Pia. Mwaka 1898 Papa Leo wa 13 alipoziona picha za negativu alizochukua Sekondo Pia alisema, picha hizi ni njia inayofaa kuchochea moyo wa imani, hasa kwa watu wenye kati zetu hizi. Mwisho nukuu baada ya hapo anakuja papa pio wa kumi huyu alitawala tangu mwezi agosto tarehe nne mwaka elfu moja mia tisa na tatu hadi mwezi agosto tarehe ishirini mwaka elfu moja mia tisa kumi na nne papa pio wa kumi alizielezea picha za sanda kama picha halisi za sanda takatifu. Kisha akabainisha kwamba picha hizo ni msaada mzuri kwa yeyote anayetaka kutafakari juu ya mateso na kifo cha mwokozi wetu. Aidha, papa Pio wa kumi alionyesha alivyotamani kwamba picha hiyo ingeenezwa ulimwenguni kote na kuheshimiwa na kila familia ya Kikristo. Alihimiza maaskofu na mapadri akitoa baraka zake kwa wote watakaofanya ibada kwa Yesu Kristo anayeonekana kwenye sanda. Baada yake amekuja Papa Pio wa kumi na moja aliyekuwa aliko madarakani tangu mwezi Februari tarehe sita mwaka elfu moja mia tisa ishirini na mbili hadi mwezi Februari tarehe kumi mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tisa zilekea picha za sanda. Papa Pio wa 11 tarehe 5 mwezi Septemba mwaka 1936, alisema alisema na nukuu, hizi ni picha za mwana wa Mungu, mwana wa Maria, chimbuko lake ni kitu kinachoitwa sande ya Torino. Kitu hicho bado ni fumbo lakini bila shaka siyo kazi ya mikono ya binadamu. Mwisho wa nukuu. Huyu ndiye papa aliyemwambia Kardinali Maurilio Fosati wa Torino, hapo awali aliyekuwa na wasiwasi kuhusu maonyesho ya sanda yaliyokuwa yafanyike mwaka 1931 kwa maneno hayo, usiwe na wasiwasi, sasa ninazungumza kama msomi na wala sio kama Papa. Mimi mwenyewe nimefuatilia na kujifunza swala la sanda na nimekiri, kwani kweli kuna upinzani, lakini haubadilishi kitu. Mwisho wa nakuu. Basi baada ya hiyo, anakuja Papa Pio wa kumi na mbili aliyetawala tangu mwezi Machi tarehe 2 mwaka 1939 hadi Oktoba tarehe tisa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nane. Papa Pio wa kumi na mbili aliwapigia simu ya kuwatakia baraka yake washiriki wa kongamano wa wa la Ekaristi Takatifu kitaifa la kumi na nne huko Torino akisema mji wa sakramenti takatifu unayohifadhi hazina bora ya sanda takatifu inayotuonyesha kwa namna ya kusisimua na kufariji picha ya mwili wa Yesu kifoni na uso wake mtakatifu uliopigwa mwishowanaku. Baada yake amekuja Papa Yohani wa 23 aliyetawala tangu mwaka eh, 1958 tarehe 28 Oktoba hadi mwezi Juni tarehe tatu mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu akiwapokea wajumbe wa chama cha kitume cha ibada ya sanda takatifu Kutores Sante Sindonis waliomzawadia kitabu chenye picha ya sanda, Papa alisema hapa kuna kidole cha Mungu. Baada yake amekuja Papa Paulo wa sita, Aliyetawala tangu mwezi Juni tarehe 21 mwaka 1963, hadi mwezi Agosto tarehe 6 mwaka 1978. Wakati wa kumbukizi ya mwito wa Papa Yohana wa 23 wa kufanya mageuzi katika kanisa akuweza kujizuia kuonyesha kwamba sanda ni kitu chenye thamani ya pekee kabisa. Alisema na nukuu, mii binafsi bado inakumbuka vizuri kabisa nilivyojisikia mwezi Mei mwaka 1931 nilipopata bahati ya kuhudhuria adhimisho maalum wa heshima ya sanda takatifu, vile ilivyokuwa imeonyeshwa katika mwanga, sura ya uso wa Kristu iliyopo pale, ilionekana kwangu kweli hivyo na hakika hivyo, na binadamu hivyo, na kimungu hivyo, kwamba sijawahi tena kustajabia na kuheshimu sanamu takatifu nyingine. Ilikuwa kwangu kitambo kifupi cha furaha ya pekee sana. Bila kujali tathmini yoyote ile ya kihistoria na ya kisayansi watakayofikia wasomi na wataalamu kuhusu masalia haya ya ajabu na ya kimiujiza, sina budi watakia watazamaji wote kwamba masalia ya haya yawawezeshe sio kuona kwa nje tu hali ya ajabu ya kiufo cha Mwokozi bali pia kuingia na kung'amua kwa undani zaidi fumbo lake. Mwisho wa kuu, kisha amekuja Papa Yohani Paulo wa Pili aliyetawala tangu mwaka 1978 tarehe 16 Oktoba hadi tarehe mbili Aprili mwaka elfu mbili na tano. Tarehe 24 Mei mwaka 1998, Torino, Papa Yoani Paulo alitoa homilia yenye utajiri mkubwa akiitaja sanda kama alama ya pekee inayomwonyesha Yesu neno wa kweli wa Baba na inatualika kuyafanya maisha yetu yafanane na yake. Mbele ya sanda, waamini wanachoweza kufanya tu ni kusema kwa mshangao mkubwa, Bwana, usingeweza kunipenda zaidi. Zinakuja hisia za Jumamosi Kuu, hatua kubwa katika safari ya Yesu kuingia katika utukufu. Mwisho wa maneno ya Papa Johani Paulo wa pili baada ya papa yohani paulo wa pili amekuja papa benedikto wa 16 huyu alitawala tangu mwezi aprili tarehe 19 mwaka 2005 hadi mwezi februari tarehe 28 mwaka 2013 huyu ni baba aliyesikia kufarijika kabisa mbele ya zawadi hii ya pekee Maneno yake ya kwanza aliposimama kuwazungumzia wahujaji tarehe mbili mwezi Mei mwaka elfu mbili na kumi huko Torino yalikuwa hivyo, na nukuu: wapendwa rafiki zangu, huu ni wakati niliyokuwa nimeungojea kwa hamu kubwa. Nimewahi kusimama mbele ya sanda takatifu mara kadhaa kabla, lakini katika hija hii ninahisi kitu kikubwa na cha ajabu ndani mwangu. Labda hii inatokana na miaka inavyoendelea kupita. Ninahisi mvuto na utamu wa pekee wa ujumbe wa picha hii ya pekee, au labda ni kwa sababu ninasimama hapa sasa kama mrithi wa Petro Mtume, na kwa hiyo ninachukua mwenyeni mwangu uzito wa kanisa zima, au hata ningeweza kusema ulimwengu mzima. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hija hii na fursa hii, mwisho wa nukuu. Baadaye amekuja Papa Francis ambaye ameingia madarakani tangu mwaka 2013 mwezi Machi tarehe 13, naye amesema mambo mazuri juu ya Sanda Takatifu, akiikiri kama alama inayotukumbusha maneno ya Yesu hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa wai wake kwa ajili ya rafiki zake. Maneno tunayokuta katika Injili ya Yoani sura ya kumi na tano mstari wa kumi na tano Basi kwa hayo ndugu zangu wasikilizaji wa Radio Mbiu e, tumalizie tafakari yetu ya leo juu ya sande takatifu, baada ya kusikiliza e, sauti mbalimbali mbali za mababu watakatifu tangu Papa Leo wa kumi na tatu mpaka leo. Asanteni sana.